Uli, uli experience nini? Yani, ulikutana na nini kwenye kufanya kazi na Darassa, ni msanii mkubwa. Ah, ni msanii mkubwa na kwangu imetengeneza historia nzuri kwenye muziki wangu kwa sababu ah, toka tunaingia studio na alitokia kuniamini tu toka ananikuta studio, kila akija kufanya session zake, nakumbuka alikuwa anaandaa albamu yake so akaniona tu ni kijana ambaye kila akija like, like, like, like studio ananikuta okay, yani hakuna siku amekuja studio ajanikuta hiyo, na ni mtu anafanya kazi, ni hard worker sana. Hata saa kumi na mbili unaweza ukashangaa kashafika studio, na mi kipindi hicho nami nikuwa nahuzulia sana studio so alikuwa anatengeneza albamu yake hii mpya uh, ambayo hiyo inaitwa take, take away the pain mm. so ni brother ambaye amenisapoti uh, ndani ya mziki na nje kama familia au kama mdogo wake. Ya, ya, na appreciate sana na ilikuwa surprise kubwa sana siku ananiambia nahitaji na sauti yako kwenye nyimbo yangu mm, ye yeah. yeah, yeah, yeah, okay. Ilikuwa nekwamba, ni kwamba niingize vocal nakumbuka ni, ilikuwa natakiwa niingize vocal ambazo mtu mwingine atakuja kuimba ya okay. Yeah, so ikawa stori yote yani kama amekubali bana bwana kama anaona kama bwana mdogo amefiti humo ndani <laughs> so yeah. Nakumbuka kwenye hiyo album nimeshiriki nyimbo tatu okay, yeah, ambayo hii ilikuwa ni, ni extra baada ya ile ambayo niliingiza voko ilikuwa inaitwa Rock of My Heart yeah. So kwangu ni, ni kitu kikubwa sana kwanza kufanya naye kazi, nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza ah, kwamba uvumilivu pia kurudia rudia, ni mtu anataka kitu perfect, yeah so nimejifunza kwamba unaweza ukarekodi na ukamaliza kitu lakini ukarudia kwa marekebisho baadaye, hata kama unaona ulikuwa unaelekea kukitoa, hata kama ulianza vizuri lakini uh, ni mtu unatakiwa uangalie mara mbili mbili kazi unaoenda kuwapelekea watu. Je, wataipokeaje? Kuna kitu gani urekebishe? ya yeah, usiogope so, kumrudia produsa na kufanya upya tena au kurudia voko au kufanya chochote so, so, Uh, umeshawai kuandika nyimbo uh, I mean wimbo uh, barua barua kwa Zuchu. Yeah. Uh, I, I want to know kidogo yani, mm -hmm. Kwa nini ilikuwa barua kwa Zuchu kwa sababu kuna wasanii wengi sana wa kike, wasanii wa kiume na vitu kama hivyo, uh, ukichana na urembo alionao Zuchu. No. <laughs> ukichana na uzuri alionao Zuchu. <laughs> uh, ni, ni kwamba ilikuwa idea ilitokea studio mm -hmm. nilikuwa na producer anaitwa Mlam mm -hmm. Ah, tuka kwenye story tu unajua. mm -hmm. Idea zingine natokea sehemu ambazo hata utarajii, kwa kwenye story tu. Nikwambia bana, leo sasa umepata uh -huh. mtihani. Maana mimi nilikuwa, kwa, mi, mi kweli ni fan wa wasanii wote wa kike na mara nyingi naonaga wasanii wa kike hata tulikuwa tu studio tuna, chang, wanapitia changamoto kuliko sisi mm -hmm. ya, yani wanapitia changamoto wa nyingi so, awaga na fan, ni fan pia wasanii wa kike nawasikiliza sana nyimbo zao ila mara nyingi nilikuwa nasikiliza nyimbo za Zuchu, lakini pia kupitia kaka yake pia au Omar Kopa nilikuwa najaribu kuangalia hii familia. Ona ime yani familia yote imejikita kwenye mziki, ni vitu gani tofauti wanavyo na nini. Sasa rafiki zangu kwenye kunitania kanaambia wampenda sana nyimbo za Zuchu, ah vipi ukatokea leo unaonekana unampenda? Hebu tu, tuambie siku ukipewa uki, nafasi, hebu sasa hapa Zuchu hebu mu approach, yuko hapa mbele na anakusikiliza Nikasema, afu hiyo ni idea nzuri hiyo, mm-hmm. Nikaona bona kama nikimaprochi uh, mi nikaipeleka kwenye ni mziki, nikasema hivi vipi nikisema niimbe kuna ukweli wote, lakini by the way Zuchu ni ni ni, ni, ni, ni mtu na, na, na mheshimu, ni kama dada yangu ya okay. Yeah, lakini hiyo uh, ilikuwa ni, ni idea ya studio ambayo tukaona tupite nayo, nimedhihirisha kwamba